Muulizaji anasema kuna baadhi ya supermarkets huwa wanafanya promotion kwa kuvutia wateja. Wanasema kwa mfano, kila riali tano utakayonunulia vitu kwao wanakupa coupon moja kwa ajili ya Draw, yani kwa ajili ya kutolewa kibahati nasibu itakayofanyika ya gari na mshindi mmoja hupata hilo gari. Je, mimi kama mnunuzi kufanya hivyo ni sawa? Sio kamari hiyo? Naomba kujua ili tuepuke kufanya makosa. Jawabu kwa mujibu wa wenye ilmu, na hii ndiyo fatwa ya mufti wetu mkuu wa Oman, samahat Sheikh Alalama Ahmed bin Hamad al Khalilii hafidhahu Llah wa raah, ni kwamba hizi zawadi ambazo zinatolewa kwa njia ya kufanya kura, basi zinakuwa katika haya ma supamaket, katika haya maduka ambayo inakuwa mtu hazipati hizi kuponi ila anunue yeye bidhaa kisha ndo anapewa hizo coupon. Halafu zinawekewa siku ambayo zitapigiwa kura au zitafanyiwa kura, ichaguliwe zile ambazo zimepasi, wapewe hizo zawadi, wengine wanakosa. Anasema hii ni namna na fulani ya kamari, na kwa hivyo haijuzu, kwa sababu watu wakiona ile zawadi, basi wengi wao watakuwa na nia kupata ile zawadi, ndio wanakwenda kununua pale bidhaa, na kwa hivyo wanatoa picha zao kununua bidhaa kwa tamaa ya kupata ile zawadi, hatimaye anapata mmoja au wawili katika wao, hali ya kuwa wote wametoa pesa zao. Na kwa maana hiyo inakuwa ni namna fulani ya kamari, na kwa hivyo haijuzu. Amengekuwa zawadi zinazotolewa zinatolewa kwa watu wote, kila mtu anunua kiwango fulani, basi atapata kitu fulani, ikiwa ni discount, yani atapunguziwa thamani au ikiwa kuna kitu fulani ataongezwa, zinatolewa bila ya kura. Kila mmoja aliofikia kiwango kile cha matumizi atapewa e, kitu fulani au zawadi fulani, au atapunguziwa bei kiasi ya fulani. Zawadi kama hizo hazina neno, kwa sababu si za kura, na kila mmoja ana haki sawa na mwenziwe katika kuipata zawadi hiyo. Ama hizi za kupigiwa kura, basi ni namna fulani ya kamari, kwa vile wote wanatoa pesa zao kununua bidhaa